Hapa ni ofisini kwangu. Kwa muda mrefu nilikuwa sijaingia hapa na maktaba mbili hapa ni Dar Dar es Salaam na dare namna, nyingine kwa Tanga. Hivi ni baadhi ya vitabu vyangu ambavyo huwa nikikaa hapo ofisini na matwali. Hii e, inaitwa sharhu al-Maqamat al-Hariri. Hiki al e, kitabu kinaitwa sharhu maqamati l-hariri Iko mijaladi mitano juzu tano, ni kitabu adhimu, kitabu muhimu sana katika vitabu ambavyo ninavyo. Maktaba hii ni history yangu ya kimaisha ya kwamba Ustaz Juma pamoja na yote anayoyafanya yote ya mitandaoni, anazungumza mitandaoni, yupo na kina Harmonize, yupo na kina Dynamo, lakini wallahi huwa anafanya mtwala mkubwa sana, huwa anasoma sana. Hii maktaba ni muda mrefu kwani nimeifunga nilikuwa sijaingia kwao, nimefungua rasmi kwa sababu ya Shekhe Kishki, ndugu yangu katika Uislamu, ndugu yangu wa Kisomali Somali. Eh, ndio maana maktaba ilikuwa sijaifanyia usafi haifanyia usafi hapa kwa sababu muda mrefu sijaifungua, lakini inshallah kwa sasa inaanza mambo rasmi. Hii ni sharhu maqamat hariri, umeona huyu

mimma laysa fi sahihaini. Hii ni Aljami'u Sahihi mimma laysa fi sahihaini. Hii ni mkusanyiko wa hadithi ambazo hazimu katika Sahihu Bukhari na Sahihu Muslim. Hiki ni kitabu muhimu sana, sana, sana. Hii ni kamus. Al-kamus. Kamus kubwa. Kuna kamus na kuna kuna. Hii ni e, katika moja ya kamus kubwa katika ukiwa na vitabu vingi kama hivi lazima wena hamusi kama hizi. ma asabtu ma mwona hapa, asema mashadhaftu, leta hapa watu waone, waonyesha hapa, muona, hii ni shadhafa. Sasa unaposema mashadhaftu minka shay'an, maanayake maaswabtu, kwa maana sijapata asea masha dhaftu minka shaya sijapata kwako kitu. Ashaudhaku kuna, ash, kuna shadhafa na kuna shadhaka. Ashaudhaku ka jauhari, ni kama jauhari lulu wadhalu mujamatun aswaru washaidhaku washaidha washaidhakanu washaidhaku washudhaniku aswakuru mwewe <totit> ilmu na ilmu hasa, hapo atokee mtu tutaji, aseme Ustaz Juma, achana na mambo ya mitandao, somesha dini eh, kaka, kako Allah, somesha dini ndio mtafurahia, mtasema jamaa kule ana ilmu hii. Ni Fathul Bari, hii ni Fathul Bari, ni sharhe ya Sahih Bukhari Muslim. Hapa ni Sahih Bukhari, ni sharhe ya Sahih Bukhari, Sahih Bukhari Muslim. Hii ni sharhe ya Sahih Bukhari. Hii ni Al-Bahru Zakharif Eh, al musna al bil musnad al bazari al bil musnad al bazari musnad al bazari. ehe ehe eh, ni hila al al al muntaka bitamu mpango wa vyo mama kwa sababu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 muntaka subul salam

Alafu hii ni Tafsirul Munir, huyu jamaa bwana, ni mwanachuoni mkubwa sana. Inasemekana alikuwa mzungu huyu jamaa aliyetafsiri kitabu. Alikuwa ni mzungu akaslimu, alikuwa waba tu alikuwa mzungu akaslimu akatoa tafsiri ya Qur'an na, na, na, na fiqh pia palea ni kitabu chake atajwa Tafsiru ta Alquran Alazim, Atafsiru Wasit. Hii mwenye Tafsiru Wasit, Alustadhu Dr Wahbat Alzuhairi, Wahbat Alzuhairi mwenye hii, ndio mwenye hii hapa. Tukija huku, hii ni Fathu Rabbani, Fathu Rabbani hawashi Sharwani wa Ibn Qasim Alabbadi ala Tuhfat Almuhtaji bi sharhi Minhaji. Kuna sharhi Minhaji ambayo ni kama hivyo. alafu hii ni Mughni Almuhtaji, An-Najm Alwahaji, ni vitabu ambavyo ni baadhi ya vitabu vichache tu. Nihayat Almuhtaji, hizi zote ni sharhe za Minhaji. Ukija kwa hii Alfiqh Alislami wa Adilatuhu, ndo yule yule mwenyewe Atafsiru alwasiti na ye atafsiru almuniri, mzungu. Baadhi ya watu wasema alikuwa ni mzungu, akasilimu, akawa na ilmu, katoa vitabu vingi. Ajara tu muhtaji ila minhaji, tawdihi alminhaji katika sherehe za muhtaji. Hii ni alumu ya Imam Shafi'i, hii ni alrisala lia nzuri fi i ilmi usul fiqhi. Sasa kama ye ni mwanachuoni Angalia maandishi haya, haya hayana irabu, hayana irabu hata kidogo, na ni katika maandishi yale ya zamani. Utayasoma vipi? Kama una ala, lazima uwe na nahau, uwe na swarfa. Ukiwa na nahau na swarfa, haya maandishi unaweza ukayasoma. Kwa mfano, njoo hapa, fizakati. Sasa hii fizakati, hii fi unakadiria, yaani unautufisha una, una, una kwenye nini qala llahu aqimu salata wa atu wa atu zakata wa qala wal muqimina salata wal mu'tuna zakata wa qala fawailu lil musallina ila qawlihi al ma'un. Kwa hapo unaposema qala llahu aqimu salata, kwa nini hapa amna irabu? Na mimi nimesema simamesheni swala, aqimu salata, nimetia fataha, wa atu zakata. Kwa nini, kwa nini sikusema aqimu salati wa, wa, wa atu zakati au kwadisi kusema aqimu salatu ni ala lazima uwe na falni vizano za kupelekea wewe kujua mambo ya ilmu. Hashatu ljawhari jawhazi ala lmanhaji lqawimi bisharhi masaili talimi lil Imam lalama tafaqihi muhaqiki Shihabi Dini Ahmad ibn Muhammad ibn Ali ibn bn Hajari Alhatami Shafi'i mimi pia katika madhhabu ni mimi ni Shafii. Naomba niwaambieni, mimi sio answari. Eh? Alafu sasa hiki kitabu hiki ni kitabu adhimu sana hiki kitabu kinaitwa Mukhtalafu Riwaya. Ni Abil Layth As-Samarqandi. Mukhtalafu Riwaya kitabu hiki ni kizuri. Ah wallahi jamani. Kitabu hiki ni kizuri lakini katika madhhabu ya Imam Hanafi. Hanafia, lakini ni kitabu kizuri sana.

Katika ofisi yangu kuna picha adhim nimeiweka. Huyu wa katikati anaitwa shekh Muhammad Ibn Ayyub. Huyu wa kuliani kwake anaitwa shekh Muhammad Ibn Abi Bakari Al-Burhani, ambaye ndiye shekhe wa shekhe Samiri bin Sadiq. Shekh Samiri bin Sadiq ni shekhe wa Ustaz Juma na Musoma <laughs>

ni katika nafunzi wa shekhe Mohamed bin Ayub Shehe Kigoda ndo huyu yupo na ustadhi Juma na msoma mashehe mm. hey, ma wamekutana sisi sio wa Somali jamani sisi ndio Watanzania hapa hapa sio si, si, si, si, wa Somali kuna vitabu vingine sijui hapa hey, niko na huyu kijana ni kijana wa mufti anaitwa Sheikh Athmani Zubairi kuna Shehe Kigoda hapa ni msikitini hapa, niko na Athmani Zubeiri. Sasa hii ofisi, kaambia kijana aifagie uisafishe. E, Ibn Abi Dunya, kuna al-mawsuat al-imam Ibn Abi Dunya, tafsir al-fakhr razi. Hii ni tafsir al-fakhr razi, tafsir qurani hii. E, al-uda ni kitabu kimewekwa tu hapa, lakini cha hadithi ni sheria ya hadithi, ona

na ndio maana maalumati haya, mpos kama unajua hii inaitwa alfu leila walaila. Sasa walaila tunaweka, lakini mwisho wa siku faida yake nitakuja kuiona Watanzania nitakapokuwa nateremsha madini, nashusha madini, mtashangaa jamaa na hata wapi haya mambo, kumbe ni mtu ana vitabu

kuna nasikh wal mansukh fil hadithi, kujua mambo ya nasikh na mansukh katika ilmu lhadithi. Lhadithi kuna nasikh na mansukh, kwamba hadithi hii ni nasikh, imekuja kutoa sheria. Kuna hadithi labda itangulia ikaweka sheria kitu fulani, alafu ile sheria ikaja ikaondoshwa na hadithi hii nasikh na mansukh kwao. Unaposoma hadithi lazima ujue ilmu kama hii ya nasikh na mansukh, ujue kwamba hadithi ni mansukh, hadithi ni nasikh, imeondosha hukumu ya hadithi fulani, kama hivyo. Alafu hii hapa dio ni katika moja kamusi kubwa sana hii hapa hii, hii lisanu la arabi ra iatia kamusi kubwa hizapo kupembeni, kitabu cha i ya balagha hii ni katika moja maktaba ya Ostaz Juma na msoma katika nyumba yake iliyopo Mbezi jijini Dar es Salaam. Sawa, mimi nimefanya mambo mengi katika mambo ya muziki, lakini inshallah wala tansa na shiba kamila dunia ndio kama hivi ilmu, lazima tuwe nayo. let us Ostaz Juma Namusoma.